Fahamu ya kwamba siku za hivi karibuni Mwijaku kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza e, kuwaponda wachekeshaji kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya kuweza kuandika ujumbe kwamba wachekeshaji wakialikwa kwenye show tofauti tofauti wanakuwa wengi, wanajazana ebana kama nyumba. Sasa, aliweza kuwaponda wachekeshaji na wachekeshaji wengi sana wakaendelea kujump in kwenye peji yake hiyo, lakini pia kupitia post hiyo hapo waliweza kutoa comment zao wengi wakimponda ambao Mwijaku waliweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram lakini moja kati ya watu ambao walionekana kumsupport Mwijaku kwa ujumbe ambao aliweza kupost ni Kicheche ambaye yeye alishaye kusema hapo before kwamba wachekeshaji kuna time e bana, wanashindwa kulinda brand yao kwa sababu wamekuwa wakionekana e bana bila hata sababu zozote. Sasa brand yao wamekuwa hawaizingatii, sasa Mwijaku hawaizinga kupitia ujumbe huu hapo, ambao uliweza kuwafanya kuwafanya wachekeshaji wengi sana kuendelea kumponda. e bana, sasa hivi kilichoibuka kwenye mitandao ya kijamii ni mara baada ya mchekeshaji Ndalo e bana, yeye kaweza kutengeneza picha ambayo picha hii ni animation; ni picha fulani hivi ambazo ni picha midoli ambazo zimekuwa zikionesha taswira ya mtu. Sasa ameweza kuonesha, eh, picha ya Mwijaku lakini pia imekuwa ni kama posta hivi ya kwamba kutakuwa kuna hatumtaki Mwijaku party. Sasa hii ni party ambayo itakuwa, eh, itatangazwa ambapo yeye, kupitia, e ameweza kuyasema maneno haya, caption ambayo ilikuwa ikisomeka hivi, Watanzania wote mnaalikwa soon, eh, bana nawapa tarehe. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wao ni comedian ambao wao wameweza kutoa comment zao kupitia posti hii ambayo ameweza ku post ebana Ndaro kupitia peji yake ya Instagram pale. Kuna huyu ambaye ni Mr. Braka amesema kwamba E, unapiga akaweka e, ha, alama ya kiulizo, lakini pia kuna Mr Mwanya ambaye yeye amesema woyo e, bana na hakuna e, e, kumwalika, lakini pia kuna Shafi Brand ambaye yeye ameanza na e, ameweka emoji fulani hivi za kucheka huko hivi huko akisema sawa, lakini pia kuna Asma Majid ambaye yeye amesema uwi, ameweka emoji za kucheka huko akiwa anafurahi kwa kile kitu ambacho e, bana Ndaro kaweza kutangaza kwamba kutakuwa kuna party ya hatumtaki Mwijaku, lakini pia kuna Joel Master ambaye ameweka emoji fulani hivi za kucheka, lakini pia kuna Seaside naye ameweza kusema nyama nyingi, lakini pia kuna Kipotoshi ambaye naye ameweza kutoa komenti yake akisema kwamba kamati ya vinywaji ni Konkala chakula ni Mr. Eriud lakini pia e, na Steve Mweusi location tutawaambia kesho. So ameweka emoji fulani hivi za kucheka lakini pia Ndalo kaweza kureply hapa na kuweka emoji fulani hivi za kucheka huku akiwa anaweka emoji za kwamba wamekubaliana emoji fulani hivi za mikono e, bana ikipeana salamu. Sasa Inaonekana kabisa kwamba Mwijaku pamoja na wachekeshaji sasa hivi ni kama vile kunalo bato kubwa sana baina yake yeye pamoja na wachekeshaji, yote hii ikiwa imeanza baada ya show ya Mbosso Khan, ambapo e, bana, wachekeshaji wengi sana waliweza kuwepo pale na yeye aliweza kusema kwamba wachekeshaji wanajazana kama nyumbu. E, hata baadhi ya masta tofauti tofauti wa muziki walionekana kukaa nyuma, lakini pia wachekeshaji walikuwa font, walikuwa wamejaa sana kwenye hiyo show e, bana, ya uzinduzi wa EP ya Mbosso Khan. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye anja comment hapo, aposecha kusubscribe kwa taarifa kadha kadha, chao chao.